Burkina Faso ni taifa linalopatikana Afrika Magharibi linalojulikana kwa urithi wake wa kitamaduni na historia yenye misukosuko ya kisiasa ambapo misuko soko hii imechangiwa kwa kiasi kikubwa na viongozi wa taifa hilo. Thomas Sankara na Ibrahim Traore wanajitokeza kwa mitindo na itikadi zao za uongozi, ambapo kila historia imeacha alama katika taifa hilo. Thomas Sankara, ambaye mara nyingi anachukuliwa kama Che Guevara wa Afrika, alikuwa rais wa Burkina Faso mnamo mwaka 1983 kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo. Maono yake kwa Burkina Faso yalijikita katika kanuni za Kimarxist, Leninist na Pan-Africanism. Mtindo wa uongozi wake ulikuwa na sifa ya mageuzi makubwa ili kufikia kujitosheleza kiuchumi, usawa wa kijamii, na fahari ya kitaifa. Sera za kiuchumi za Sankara zililenga kupunguza utegemezi wa misaada kutoka mataifa nje na kukuza uwezo wa kujitegemea, huku akianzisha mageuzi makubwa ya kilimo ili kuongeza uzalishaji wa chakula na kufikia usalama wa chakula. Aliitaka Bukinabe kutumia bidhaa za ndani na kupunguza uingizaji wa bidhaa kutoka nje. Serikali ya Thomas Sankara ilizindua kampeni kabambe za afya za umma haswa harakati kubwa ya chanjo ambayo ilipunguza kwa kiasi kikubwa vifo vya watoto wachanga. Msisitizo wake wa juu ya elimu ulisababisha viwango vya kusoma na kuandika vyema katika taifa hilo na shule nyingi zilijengwa kote nchini. Kwa kutambua tishio la kuenea kwa jangwa, Sankara alianzisha miradi mikubwa ya upandaji miti mamilioni ya miti yalipandwa ikionyesha dhamira yake ya kudumisha mazingira. Uongozi wa Thomas Sankara ulikuwa na ukali na uhadilifu; aliongoza kwa mfano, alikataa maisha ya fahari ambayo mara nyingi huhusishwa na viongozi wa kisiasa na wafisadi. Serikali yake ilikuwa na sifa ya uwazi na hatua za kupambana na rushwa. Mtindo wa mvuto wa kimapinduzi wa Sankara uliwavutia moyo na uliwatia moyo wengi lakini ukaunda maadui miongoni mwa wasomi na mataifa yenye nguvu kutoka nchi za magharibi na nchi za kimataifa. Maadui walifanikiwa kumaliza utawala wa Thomas Sankara, huku umaarufu wake ukiongezeka kupita matarajio. Utawala wake uliisha ghafla mwaka 1987 alipouawa katika shule ya mapinduzi Yaliyoratibiwa e na mshirika wake wa karibu Blaise Compaore. Licha ya muda mfupi madarakani, aliacha urithi unaoashiria kupinga ubeberu na uongozi wenye maono. The Because it is this organization that should unite us, create real integration. But we regret to see these wars that persist on the African continent, killing millions of young people. Sasa kwa upande wa Kapteni Ibrahim Traore, kiongozi aliyechukua nchi ya Burkina Faso mnamo mwaka 2022 baada ya mapinduzi ya kijeshi, uongozi wake umekuja wakati wa mzozo mkubwa wa ndani, huku nchi ikikabiliwa na changamoto kali za kiusalama kutokana na waasi na wanaji, wanajihada na ukosefu wa utulivu wa kijamii na kisiasa. Lengo la Ibrahim Traore limekuwa kurejesha usalama nchini Burkina Faso. Serikali yake imezipa kipaumbele kampeni za kijeshi dhidi ya makundi ya kigaidi ambayo yamevuruga maeneo makubwa ya nchi. Amejaribu kuimarisha jeshi na kuboresha ujuzi na washirika wa kikanda na kimataifa pia ili kupambana na ugaidi. Traore hakuweka kikomo kampeni yake dhidi ya vikundi vya kigaidi, lakini amesisitiza utawala bora na kupambana na ufisadi. Alianzisha mageuzi ya kuimarisha uwazi na uwajibikaji ndani ya serikali kwa kufuata nyayo za Thomas Sankara na kuahidi kukamilisha alichokianza. Utawala wa Traore unawezekana kulinganishwa na utawala wa Thomas Sankara unaolenga kujenga upya uaminifu kati ya serikali na watu binafsi. Ametekeleza sera za kukuza ufufuaji wa uchumi na maendeleo ya kijamii, kwani alitaka kukabiliana na ukosefu wa ajira na kuboresha hali ya kimaisha kupitia mipango mbalimbali ya kijamii na kiuchumi. Traore ameendelea kufuata sera za mambo ya nje ya kisayansi akishirikiana na washirika wa kimataifa kusaidia mahitaji ya usalama na maendeleo ya Burkina Faso. Mtazamo wake umekuwa zaidi kuhusu ushirikiano na vitendo kuliko upatanisho wa kiitikadi. Mtindo wa uongozi wa Ibrahim Traore ni wa vitendo na una mwelekeo wa kijeshi unaonesha historia yake tofauti na mtazamo na mvuto wa kiitikadi wa Sankara umiliki wa Traore una sifa ya kuzingatia kwa vitendo changamoto za mara moja, hasa usalama. Amezikonga nyoyo za Waafrika wengi duniani kwa mbinu zake ya kivitendo na kutatua changamoto zinazokaribia ambapo ambayo ni moja ya sifa ya kiongozi mkuu. Traore ni kiongozi mdogo wa kijeshi, jina lake limeandikwa kwenye sahani ya dhahabu ya historia kama mmoja wa viongozi ambao wanaweza kuaminiwa na kunyanyua gurudumu la taifa. Uongozi wa Thomas Sankara ulikuwa ni wa kiitikadi sana kama inavyoonyeshwa na kanuni za Kimarxist-Leninist na maono ya umoja wa Pan-African na kujitegemea. Marekebisho yake yalikuwa makubwa na yalilenga kubadilisha muundo wa kijamii na kiuchumi wa Burkina Faso. Kinyume chake, lakini mtazamo wa Ibrahim Traore ni wa kisiasa zaidi, unaolenga utu, usalama na utulivu. Ingawa Traore ametekeleza mageuzi ya kijamii na kiuchumi, sera zake hazitokani na mfumo maalum wa kiitikadi, lakini zinaendeshwa na mahitaji ya haraka ya vitendo. Sera za kiuchumi za Sankara zilizolenga kufikia uwezo wa kujitegemea na kupunguza utegemezi kutoka nje zilisikitiza sana uzalishaji na matumizi ya ndani. Sera zake za kijamii zilikuwa na maendeleo, haswa katika kukuza usawa wa kijinsia na afya umma. Sera za kiuchumi za Ibrahim Traore, huku zikishughulikia masuala muhimu kama vile ukosefu wa ajira na ufisadi, hazina misimamo mikali na zinalenga zaidi kuleta utulivu na kuimarisha miundo iliyopo. Uongozi wa Thomas Sankara ulikuwa na sifa ya e, ukali, uadilifu na charismatic kar hali ya kimapinduzi. Aliongoza kwa mfano, kukuza hisia ya fahari ya kitaifa na umoja, lakini upande wa Ibrahim tore ni kinyume chake, uleta mtazamo wa kijeshi kwa uongozi unaozingatia usalama na utawala wa kisayansi. Mtazamo wake ni kushughulikia vitisho vya mara moja na utawala